na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kuweza kutuamsha salama baada ya mapumziko hii ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumepewa na allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile hatunabudi kumshukuru allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa hii nayo pia ni miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na allah subhanahu wa taala lakini pia hatunabudi kumshukuru allah kwa kutujalia kubakia katika kikao hiki cha khairi kikao cha kujifunza dini ya allah subhanahu wa taala hii nayo pia ni neema, na kwa neema hizi zote tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea kujifunza uh, kitabu Alfiqhu lmuyassar fi dhaui lkitabi wa sunnah. Tuko kwenye mlango wa zaka na leo tutakuwa katika albabu sadisu, mlango wa sita. Fi ahli zakati, huu utahusu watu wanaopewa zaka. Wa fihi masail, na ndani yake kuna mas'ala. Almas'alatu lula, mas'ala ya kwanza. Man hum ahlu zaka ni akina nani watu ambao wanapewa zaka? Watu wenye kupewa zaka ni akina nani? wa dalilu dhalika, na dalili ya hilo, yani dalili ya watu ambao wanafaa kupewa zaka. Ahlu zakati humul mustahiquna laha, watu wazaka ni wale ambao wanastahiki kupewa zaka, ni watu ambao wana sifa ya kuweza kupewa zaka. Wa humul asnafu thamania, nao ni mbeya nane, au ni watu makundi manane. Alladhina hasarahum Allahu azza wa jalla fi qawlihi Makundi nane ambayo Allah subhanahu wa taala ameyawekea mpaka, kwamba wanaopewa zaka ni watu hawa ambao Allah subhanahu wa taala amewataja katika kauli yake aliposema: innama lsadaqatu lilfuqarai walmasakini walamilina alaiha walmuallafatu walmuallafati qulubuhum

na maskini walamilina alayha, na wenye kuifanyia kazi, wenye kuitumikia wenye kuikusanya, walmualafati qulubuhum, na wenye kutiwa nguvu nyoyo zao, wenye kuungwa nyoyo zao, wa firiqabi na katika kuwakombolea watumwa, walgharimina na wenye madeni wa fi sabilillahi na katika njia ya Allah, wabni sabil na msafiri, faridatan min Allah, hiyo ni faradhi ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, na Allah subhanahu wa taala ni mjuzi, na Allah ndiye mwenye hikma. Hiyo ni suratu Tauba aya ya sitini. wa idahu hadhihi lasnafi kama yali, na kuweka wazi na kufafanua makundi haya ni kama ifuatavyo. Kundi la kwanza ambalo limetajwa katika aya hii ni alfuqarau, mafaqiri. Jamu faqiri, fuqarau ni wingi mmoja wake ni fakiri. Fuqarau wakiwa wengi, mmoja anaitwa fakir na Waswahili wanaita iweo fakiri. Wahuwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu, nayo ni mtu ambaye hapati kipato, hapati kipato kinachoweza kuondoa na kuziba ile haja yake, anapata kipato lakini kipato chake hakitoshi e, katika matumizi yake ya kila siku, wa haja tamanyaulu, na anapata kipato ambacho hakitoshelezi familia, vile vile, min taamin, miongoni mwa chakula, wa sharabin, na kinywaji, wa malbasi na mavazi wa maskani na makazi. Bi alla yajida shay'an, wakati mwingine hapati chochote. Au yajida aqala min nisfi lkifaya, au anapata kiwango ambacho kiko chini ya nusu ya matumizi yake. Wa yu'ta min zakati, atapewa zaka. ma yakfihi sanatan kamila, kiasi kitakachomtosha mwaka mzima. Kwa hiyo huyu fakiri ambaye anapata uh, kipato ambacho hakimtoshelezi na wakati mwingine hapati kabisa, narudi bila uh, chochote, au akipata anapata uh, matumizi ambayo hayafikii hata nusu ya yale matumizi yake, huyu anatakiwa apewe zaka ya kuweza kumtosheleza katika e, matumizi yake. Wa pili, almasakinu, maskini. Jamu miskin, masakin ni wingi, akiwa mmoja anaitwa miskin. Hata waswahili wanasema yuwa maskini. Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi, naye ni mtu ambaye anapata kipato cha kutosha nusu ya matumizi yake, au akthara minan nisfi, au wakati mwingine anapata zaidi ya nusu ya matumizi yake. Kaman maahu miatun, kama vile mtu eh, kwa siku anaweza akapata shilingi mia moja. Wa yahtaju ila miataini, na katika matumizi yake anahitajika apate shilingi mia mbili lakini yeye anapambana anapata mia, matumizi yake kwa siku ni shilingi mia mbili. Sasa huyu anatakiwa apewe zaka, wayuta minazakati atapewa zaka, ma yakfihi limuddati amin, kiasi kinachomtosha kwa muda wa mwaka mzima. Kwayo huyo ni maskini ambaye anapata nusu ya matumizi yake. Kwa ukiangalia hapa, e, fakiri ndio mwenye hali ngumu zaidi na maskini ana anakaa nafuu kidogo. Lakini wote hawa wanatakiwa wawe ni wenye kupewa zakaa kutokana na kwamba e, matumizi yao, kipato chao wanachokipata hakitoshi matumizi. Kundi la tatu, alamiluna alaiha, wenye kuitumikia zaka. Alamiluna alaiha, wenye kuitumikia zaka. Alamiluna jamu amil, wakiwa wengi wanaitwa alamiluna, akiwa moja anaitwa amil. wa huwa man yab'athuhu al-imamu li liji, lijibayati sadaqati, anasema wa huwa man yab'athuhu limamu, ni mtu ambaye anatumwa na kiongozi, lijibayati sadaqati, kwa ajili ya kwenda kukusanya sadaka, kwa ajili ya kwenda kukusanya zaka. Nenda kwa fulani, nenda kwa fulani, nenda kwa fulani eh, nenda ukakusanya uka zaka. Fayu'tihi limamu ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi kiongozi atampa huyu mwenye kukusanya zaka, atampa kiasi kinachotosha kwenda kwake na kurudi kwake, ule muda wake anaoutumia katika kuikusanya hiyo zaka. Kiongozi atamlipa, atampa eh, kutokana na ule muda wake wa kwenda na kurudi. Walau kana ghania, hata kama akawa ni tajiri muda wa kuwa anafanya kazi hii ya kukusanya zaka atapewa katika atapewa sehemu katika zaka lianna lamila kad faragha e, nafsahu lihadha lihadha lamali kwa sababu mkusanyaji wa zaka ameiweka nafsi yake katika jambo hili, ameishughulisha nafsi yake katika jambo hili la kuikusanya zaka walamiluna hum kullu man yamalu fi jibayatiha, na wenye kuitumikia zaka ni kila ambaye anafanya kazi ya kuikusanya zaka. Wa kitabatiha, na kuandika, kwamba kwa fulani nimechukua kiasi fulani, anaandika Wahirasatiha, na kuilinda. Labda mtu kama amelindwa kwa, amewekwa kwa ajili ya kuilinda zaka inapokuwa inakusanywa, e, basi ikawekwa mahala, e, inatakiwa kulindwa, yule mlinzi anapewa, e, anapewa katika hiyo zaka. Watafriqiha ala mustahiqiha na na kuigawanya kwa wale ambao wanastahiki kupewa zaka. Wanaofanya kazi hizi wanatakiwa kupewa katika zaka. Wanne, kundi la nne, almuallafatu qulubuhum, wenye kutiwa nguvu nyoyo zao, wenye kuungwa nyoyo zao wahum qaumun yu'tauna zakata, nao ni watu ambao wanatakiwa kupewa zaka, taalifan liqulubihim kwa ajili ya kuziunga nyoyo zao ala lislami, kuupenda Uislamu. inkanu kufara, ikiwa watakuwa ni makafiri watathbitan liimanihim na kwa ajili ya kuthibitisha, na, kukona, na, na, na kulikomaza imani yao, wawe na imani thabiti. inkanu min dhiafi limani, ikiwa watakuwa ni katika watu wenye imani dhaifu almutahawinina fi ibadatihim ambao ni wazembe katika ibada zao, wazembe katika dini. Wanaweza wakapewa zaka ili kuwabusti, wapate nguvu ya imani. Au litarghibi dhawihim fi lislami, au kupendezesha na kuishawishi jamii yake au jamii yao, eh, kupenda uislamu na kuona uislamu ni dini ya sawasawa au talaban limaunatihim au kaffi adhahum, au kwa sababu ya kutafuta msaada wao au kwa sababu ya kujizuilia na mauzi yao, ili wasiendelee kutuudhi. Wanapopewa chochote, basi wataacha kufanya maudhi. Kundi la tano, firqabi jam'u raqaba Alriqabu ni wingi, umoja ni raqaba. Walmuradu biha alabdu lmuslimu, na makusudio yake hapa ni mtumwa ambaye ni Mwislamu. Awil amatu au ni kijakazi, yushtara min mali zaka ananunuliwa kutokana na mali ya zaka. Wa yutaku na anaachwa huru, au yakunu mukataban, au anaishi kwa mikataba e, kwamba anamlipa, an, an, an, an, an, an, analipa kwenye ule mkataba wake fayutwa mina zakati, huyu mtumwa atapewa sehemu katika zaka ma yusaddidu bihi nujuma nujumi kitabatihi, kiasi ambacho kitalipa ule mkataba wake ambao ameandikiana. Liyusbiha hurran, ili awe yuko huru. Nafidha tasarufi, anaweza sasa kufanya mambo yake kama kawaida. Wa udhwan nafi'an fi lmujtama, na vilevile awe ni kiungo chenye kunufaisha katika jamii wayatamakkanu min ibadati llahi taala ala ala lwajhi alakmal, na awe anaweza kumwabudu Allah subhanahu wa taala kwa njia ambayo iko kamili. Wa kadha alasiru lmuslimu, na vile vile anapewa zakaa, anaunganishwa katika kundi hili la watumwa. Alasiru lmuslimu, yani mateka ambaye ni mwislamu yufaku minaladai atakombolewa kutoka kwa maadui, min mali zaka, kutokana na mali ya zaka. Kwa kama kuna mtumwa anunuliwa kwa kupitia mali ya zaka, kama kuna mateka waliotekwa wakombolewe kwa kupitia mali ya zaka. Hawa wanastahiki kupata zaka. Kundi la sita linalo pewa zaka algharimuna, wenye madeni. Algharimuna ni wengi, jamu gharimin, umoja uh, um wake ni gharim, mtu mwenye deni wa huwa almudayyinu alladhi tahammala daynan nae ni mwenye deni ambaye amebeba deni fi ghairi masiatillah, katika jambo ambalo si la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawaan linafsihi, ni sawasawa deni hilo amelibeba kwa ajili yake yeye mwenyewe. Fi amrin mubahin, katika jambo ambalo ni halali au lighairi au lighairihi au kwa ajili ya jambo lingine, kaislahi dhati albayn, kama vile mtu amekopa pesa kwa ajili ya kuwasuluhisha watu waliokuwa wamegombana. Fahadha yutwa min azzakati, huyu anapewa mali katika zaka, anapewa fungu katika zaka. Ma yusaddidu bihi dainahu, kiasi cha kwenda kulipa deni lake walgharimu liislahi baina nnasi, na mwenye deni ambaye deni hilo amelikopa kwa ajili ya kuwasuluhisha watu, yuta minazakati, atapewa katika zaka. Wain kana ghaniya, hata kama ni tajiri, muda wa kuwa amekopa pesa kwa ajili ya kuwasuluhisha watu, akafanya kazi hiyo na watu wakapatana Huyu deni hilo anapewa katika zaka, hata kama akawa ni tajiri. Kundi la sita, la saba au fungu la saba, wanaopewa zaka fi sabilillahi, katika njia ya Allah subhanahu wataala, almuradu bihi alghuzatu fi sabilillah, wanaokusudiwa hapa ni wale wanaopigana vita katika njia ya Allah subhanahu wa taala. Alghuzatu fi sabili la, ni wale ambao wanapigania dini ya Allah subhanahu wa taala. Almutatawiuna ni wale wenye kujitolea. Alladhina laysa lahum ratibun, ambao wao hawana mshahara fi baiti almali, mshahara unaotoka katika baitulmali. Fayutawna min zakati, watapewa zaka. Sawa'un akanu aghniya'a, ni sawasawa wakawa ni matajiri au fuqaraa, au wakawa ni mafaqiri, muda wa kuwa wao ni askari, wao ni wanajeshi, wanaipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wanapewa mali, wanapewa kiasi fulani e, katika zakaa e, kwa ajili ya kazi hiyo ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi la nane na la mwisho ni ibnu sabil, ni msafiri wa huwa, almusafiru almunqati'u an baladihi, ni msafiri ambaye amekuwa mbali na mji wake alladhi yahtaju ila malin, msafiri ambaye anahitaji mali, anahitaji pesa. Liwasila asafari, ili aweze kuiunga safari, ili aweze kuendelea na safari. Ila baladihi, mpaka kwenye mji wake. Idha lam yajid man yuqriduhu, ikiwa hatopata mtu wa kumkopesha yuko safarini amekosa nauli ya kutokea huko alu, aliko ili aweze kufika kwenye mji wake, na hakuna namna ya kuweza kumtumia lakini vile vile amekosa mtu wa kumkopesha, na hawezi kutoka hapo aliko kurudi katika mji wake huyo, itaangaliwa eh, zaka katika baitulmali Atapewa kiasi cha kumfikisha kwenye mji wake, hata kama akawa ni tajiri, yaani kule mjini kwake ana mali, ni tajiri, lakini huko ugenini aliko amekosa nauli ya kutokea hapo, ima ameibiwa mfano au amepoteza, <coughs> hana namna ya kuweza kurudi katika mji wake, atapewa mali kutoka katika baitul mal atapewa zakaa ili aweze e, kurudi na kufika katika mji wake. Haya ndiyo mafungu ambayo yametajwa na Allah subhanahu wa ta'ala wanaofaa kupewa zakaa. Wakati mwingine watu huwa wanakosea. <coughs> wanatoa zaka kwa ajili ya kujenga misikiti, wanatoa zaka kwa ajili ya kujenga madaris wanatoa zaka kwa ajili ya kuchimba visima wanatoa zaka kwa ajili ya kutengeneza mabarabara. Hayo ni makosa. Mafungu au makundi yanayopewa zaka ni haya ambayo yametajwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo, haifai kutoa zaka kwa ajili ya kujenga msikiti, haifai kutoa zaka kwa ajili ya kujenga madrasa, haifai kutoa zaka Eh, kwa ajili ya kujimba, kuchimba visima na kufanyia mambo mengine. Hayo yanafanyika kwa sadaka na hayafanyiki kwa azakaa. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darsa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin